So Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani amechaguliwa kama meya wa 111 wa New York City. Ushindi wake ni wa kihistoria kwa sababu kadhaa. Yeye ndiye meya wa kwanza Muislamu wa New York City That is it. Uh, yani New York City haijawahi kuwa na meya Muislamu, na Zohran Mamdani ndiye meya wa kwanza mwislamu. Pia ni meya wa kwanza mwenye asili ya Asia Kusini. Pia Mamdani uh, ni meya wa kwanza kuzaliwa Afrika yani alizaliwa kampala uganda na alihamia new york city akiwa na umri wa miaka saba hili linamfanya kuwa meya wa kwanza wa new york city aliyezaliwa barani afrika na pia zohran mamdani akiwa na umri wa miaka 34 yeye ni meya mdogo zaidi wa jiji hilo katika zaidi ya karne moja uh, kwa kuwa mzaliwa wa kigeni mamdani alizaliwa nchini uganda vyanzo vinamtaja, uh, kama African born au foreign born, yani mzaliwa wa kigeni, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema refugee au kwa Kiswahili mkimbizi. Baba yake Mahmud Amdani alikuwa mkimbizi wa kisiasa na Zohran mwenyewe alihamia Marekani akiwa mdogo. Vyanzo vinasisitiza Mamdani ndiye meya wa kwanza kuzaliwa Afrika na wa kwanza wa Asia Kusini kuongoza jiji hilo. Mbali na kazi yake ya ushauri wa makazi, Mamdani pia alikuwa na shughuli katika tasnia ya sanaa na burudani. Yaani, alikuwa msanii wa hip hop au tunasema ni rapper. Yaani, kwa wakati wake wa hip hop e, Mamdani alikuwa anajulikana kama Young Cardamom e, na baadaye Mr Cardamom, na pia alikuwa mtunzi wa muziki, alishirikiana kutunga na kutoa muziki, yani soundtrack kwa filamu ya mama yake Mira Nair itwayo Queen of Katwe mwaka wa 2016 na, na aliteuliwa kwa ajili ya tunzo ya Guild of Music Supervisor Award hiyo. Na pia tunaweza tukasema hongera kwa Zohran Mamdani kwa kuchaguliwa kuwa meya wa 111 11 wa New York City. Na Mamdani si tu uh, mfanya historia bali ametengeneza historia mpya kwa kuwa meya wa kwanza muislamu wa New York City. Pia meya wa kwanza kuzaliwa barani Afrika, yani Kampala, Uganda. Na pia ni meya wa kwanza wa asili ya Asia Kusini, na pia ni meya mdogo zaidi zaidi ya karne moja akiwa na miaka thelathini na nne. Ushindi huu unasisitiza nguvu ya siasa na kijamii na jinsi New York City inavyoendelea kuwa kiongozi katika utofauti. Na ahadi yake ya kufanya jiji liwe na bei nafuu na sera zake za ujamaa wa kidemokrasia zimewavutia maelfu ya wapiga kura, hasa vijana na maforena zaidi. Na watu wanaweza kujiuliza kwa nini VD Media tunatoa habari kama na hii? Hii ni kwa ajili ya refugees wote, yani wakimbizi wote ulimwenguni pote, kwamba msikate tamaa au tusikate tamaa, kwa sababu ninayeongea hapa ni ndugu yenu mkimbizi, kwamba tusikate tamaa. Siku moja tunaweza tunaeza tukawa kwenye kilele cha dunia na tukawa taa au inspiration kwa wale ambao wamebaki nyuma au kwa wale wanaotutizama. Kwa hiyo ndugu zangu wakimbizi, hata kwa shida zote tunazozipitia leo kesho tunaweza tukawa kwenye kilele cha dunia. Kwa hiyo tusikate tamaa. Uh, still pusha pale unapofanya kazi hapo na pale unapambania ndoto zako, ukiwa msanii ukiwa nani, na pia usisahau kumtanguliza Mungu kwa kila jambo. Hapa ni ndugu yako Black Speech aka Mr Visionary na hii ni Vede Media kwa ukurasa wa Zohran Mamdani kutoka New York City. See you again.